Kwa sababu mimi nimeona watu ambao hawana hata shilingi kumi, lakini wapo tayari na wakaenda kupata ule mtaji, kwa sababu kama nilivyokuambia bidhaa zetu mahitaji ni watu ya kila siku. Hebu fikiria, ndio mimi sina mtaji, lakini je, nikienda kuambia watu hizi bidhaa siwezi kupata mtaji? Kwa hiyo mtaji ni pointi ambayo ni ndogo sana kwenye wewe kuanza biashara. Kikubwa ni utayari wako, kikubwa ni ndoto zako, lakini kikubwa, umechoka nini leo hii kuna watu ambao wanalalamika sana, mi maisha, mimi watu hawaniheshimu. Kuna watu ambao wako wanalalamikia situation, serikali sijui haifanyi nini. Nataka nikwambie hayo malalamiko hayatosaidia chochote. Inawezekana mwaka jana kile ulichokuwa unaongea mwaka jana, ukajikuta tena wanakiongea mwaka huu, na mwaka ukaisha, hakuna kilichobadilika. Nenda kabadilishe mtazamo wako, nenda kama mtu wa tofauti. Lakini pia kupitia biashara utasafiri dunia. Mimi nimesafiri sana kupitia biashara, nimeenda Mauritius, nimeenda Dubai mara tatu, nimeenda South Africa mara tatu nimeenda Uturuki na niko hapa najiandaa kwa ajili ya safari nyingine ya Uturuki pamoja na Egypt. Hii yote ni kwa sababu gani? Yote haya ni kwa sababu siku moja tu nilifanya maamuzi. Nataka kuambia nilifanya maamuzi katika hali ambayo nilikuwa siielewi kwa sababu nilikuwa nina mtoto nimemwacha nyumbani Rombo, lakini niko nimekuja da kutafuta maisha. Hata we unaweza kafanya maamuzi leo. Kama unatamani kujua zaidi, mtafute ambaye amekupatia hii linki ya video. Mwambie nataka kujua zaidi. Tuko na programu ambayo inasaidia wale hata wale wenye mitaji midogo kabisa, namna ya kwenda kuanza biashara. Okay, kundi la kwanza kabisa la bidhaa ambazo tunafanyia biashara ni bidhaa za usafi. Kama unavyojua, usafi ni kitu ambacho kila siku mtu anafanya usafi. Tunakutana na watu ambao wana masofa machafu, hawajui waoshi kwa kutumia nini. Lakini mfano bidhaa kama hii, Carpet Glow, Uwezi amini nasafisha sofa za vitambaa zikiwa pale pale ndani. Na uzuri hizi bidhaa unaweza kushare na mtu kulingana na uwezo wake. Kuna ule ule ambaye anataka ajaribu kama inafanya kazi, kama ana shilingi 10,000, ana 20,000, kuna hizi chupa nitakuwekea, utakuwa unashare na mtu kulingana na uwezo wake. Lakini pia bidhaa za usafi nyingine zipo ni nyingi sana. Kuna hii bidhaa inaitwa Super 10 kwa ajili ya usafi wa nyumbani. Utakuta inasafisha masinki, tiles. Sasa hivi ukienda kwa mtu, kuna mtu kuingia ndani kwake unajua kabisa direction ya choo iko wapi. Lakini kwa kutumia hii Super 10 inafanya vizuri sana. Inasafisha kusafisha ukuta, kuna watu watoto wamechora ukuta ndani, kuna watu masinki hayafai kuangalia. Lakini pia kikubwa, Supateni nafukuza wadudu ndani. Kuna watu wana kunguni ndani, kuna watu wana wana mende wameshashindikana kabisa. Lakini kwa kutumia Supateni utajikuta kwamba inaondoa taka taka zote nyumbani. Na hii Supateni hii lita moja uwezi amini sana sana lita kumi na moja za sabuni kwa inatumika kwa muda mrefu sana. Kwa hebu fikiria we ni mama wa nyumbani. Pale pale ulipo huhitaji kutoka kwenda kutafuta wateja pale pale. Wateja wako wale wale waliokuzunguka wana hizo sofa, lakini kuna hii bidhaa ambayo inaitwa Kea, ni bidhaa ambayo ni disinfectant, inafanya vizuri sana. Sasa hivi changamoto kubwa ya wanawake ni UTI na fungus, na zile UTI na fungus wanazitoa kwenye vyoo, vyoo vya kushea, either ni maofisini, majumbani hata kama una choo chako mwenyewe ukaanza kuugua tu UTI, ina maana hata kutibu ile UTI ni ngumu kupona kwa sababu utarudi tumie choo kile kile ambacho kilikusababishia ukapata UTI. Kwa hiyo hii care, uzuri tu unashare na mtu kulingana na elfu tano, elfu kumi. Kwa hiyo itakurahisishia sana wewe kuweza kutengeneza kile kipato cha kila siku. Na ndio maana nikwambia biashara yetu inakufundisha kutengeneza kipato cha kila siku lakini pia kipato endelevu. Kwa hiyo kipato cha kila siku kupitia hizi bidhaa za usafi. Nataka nikwambie una uwezo wa kutengeneza pesa ya kila siku kwa sababu usafi. Kwa mfano, sofa, mtu ataosha sofa leo, kesho mtoto amechafua. Amesafisha nyumba leo, kesho watu wamechafua. Inakupa wakiwa wa kipato cha kila siku. Na uzuri, bidhaa zetu hazina kemikali ya aina yoyote, ni salama kabisa kwa mazingira. Ukiosha kama ni nyumba, utamwaga maji ndani utamwaga maji kwenye maua na bila kuharibu kabisa maua yako. Hizi bidhaa za usafi nitakuelekeza hatua kwa hatua jinsi ambavyo utaenda kuzipima. Mfano hii kia unaweza kuuza umenua elfu thelathini na tatu lakini unaweza kuuza mpaka hata laki moja kulingana na kushare hizo ndogo ndogo kwa wale watu ambao hawaziamini ya hizi bidhaa za usafi. Ukiamua kupeleka watoto wako shule. Aidha uko kwenye unayoifanya, unayoifanya, unayoifanya, unayoifanya, pale pale kwenye uko pale pale kwenye biashara yako huhitaji kuacha kazi unayoifanya au biashara unayoifanya kwenda kuuza hizi bidhaa. Mfano unauza nguo, pale pale kwenye biashara yako utashare na mtu hizi bidhaa. Uko ofisini, pale pale kwenye ofisi yako utashare na mtu hizi bidhaa. Kwa ni rahisi sana kuuza hizi bidhaa. Tuko na kundi lingine la bidhaa za afya. Kama tunavyojua sasa hivi, maradhi yamekuwa ni mengi sana, watu wengi sana wanasumbuka na maradhi ambayo hayaambukizi kama sukari, pressure, vidonda vya tumbo Wanawake wanasumbuka sana na uzazi, wanaume wanateseka na nguvu za kiume, na hii ni sababu kwamba mlo wetu umekuwa ni mbovu. Sasa hivi watu wengi wanakula kile kinachopatikana, watu wenye hela wanakula wanachokitaka, na ambao hawana pesa wanakula walichokipata. Kwa hiyo huu mfumo wa kula umejikuta kwamba unaharibu afya za watu wa kila siku, na ndio maana sasa ukienda mahospitali, maradhi mengi ambayo utakutana na wagonjwa ni magonjwa ambayo yale hayaambukizwi, watu wana sukari, hizo pressure. Ni kwa sababu ule mlo ambao tunakula, mfano kuanzia mkulima analima yale mazao mpaka anakuja kumfikia mtumiaji yameshapitia mchakato ambao sumu ni nyingi sana. Hata yule mtumiaji mwenyewe mwenye anavyotumia zile bidhaa au anavyotumia vile vyakula, inakuta hatumii kwa namna ambayo inastahili. mfano unakuta mtu anakula mboga za majani, ni mboga ambazo namna anavyozipika hazimpi virutubisho vya aina yoyote. Unapika mboga umeichemsha umemwaga maji, umeweka sio karanga, umeweka nazi kwa. Unakuta maradhi sasa hivi, wanawake homoni zimevurugika, wanawake hawapati period kwa wakati. Kwa kupitia hizi bidhaa za afya, nataka nikuambie, nitakuelekeza namna ambavyo utaenda kutengeneza kipato cha kila siku. Afya ni kitu ambacho hakiangalii msimu. Afya ni kitu ambacho kina mahitaji ya watu ya kila siku, na nataka nikuambie, afya ni kitu ambacho hakuna mtu ambaye ana pesa. Inapokuja swala la afya, tunaona jinsi ambavyo watu na struggle na afya sasa hivi. Mtu uko radhi aende mpaka India kwa sababu ya maradhi ya yale maradhi ambayo yanamsumbua. Kwa hiyo kupitia hizi bidhaa, nataka nikwambie bidhaa za afya ni bidhaa ambazo utajikuta kwamba utaenda kushirikisha watu na utatengeneza pesa ambayo ni ya uhakika ya kila itwapo leo. Lakini pia kikubwa kwenye hizi bidhaa za afya utaenda kugusa maisha ya watu kwa sababu tuko na watu ambao wanaumwa, hatuwezi hatujui namna kuwasaidia. Utakavyoanza kushirikisha hizi bidhaa utajikuta unaenda kugusa maisha ya watu wengi sana, utaenda kuokoa afya za watu wengi sana. Inawezekana ni ndugu yako, lakini sio ndugu yako. Hata mimi wakati naanza biashara sikujua kwamba kuna siku kutakuwa na mamia ya watu wamepona afya, kwa sababu siku moja tu mimi niliwafundisha hizi bidhaa. Nenda kaanze biashara, kwa sababu hizi bidhaa za afya, nataka kukuambia unaenda kubadilisha maisha ya watu wengi sana. Okay. Kundi lingine la bidhaa ni kundi la bidhaa za ngozi. Kama tunavyoona sasa hivi, wanawake ni kundi ambalo sasa hivi wanateseka sana na changamoto za ngozi. Maradhi ya ngozi yamekuwa ni mengi sana. Utakuwa ni shuhuda jinsi ambavyo Ukiingia hata kwenye Instagram sasa hivi jinsi ambavyo watu wanauza vipodozi. Ndio, ni kitu kizuri lakini mbaya zaidi, kuna watu ambao wanauza vipodozi ambao vinawaharibu zaidi. Lakini hata kwa kundi la watoto, watoto sasa hivi ni kundi ambalo nasiteseka sana na maradhi ya ngozi. Tunakuwa shahidi jinsi ambavyo watoto wana allergy sasa hivi. Watoto wana pumu ya ngozi. Kwa kupitia hizi bidhaa ni organic kabisa ambazo hazina kemikali ya aina yoyote. Imagine, hizi ni sabuni ambazo unamwogesha hata mtoto ambaye amezaliwa leo. Una mtoto wa rafiki yako, una mtoto wako, Una mtoto ambaye unamjua na sio kwamba lazima mtoto awe na changamoto, lakini hata mtoto ambaye hana changamoto kwa sababu ngozi za watoto ni sensitive, lakini pia kuna watu wazima pia ngozi zao ni sensitive. Hizi bidhaa ni maalum kabisa kwa watu ambao hawapendi mambo ya kemikali, lakini unatamani kuwa na ngozi nzuri ambayo haina kemikali, haina yoyote. Kuna multivitamin za kutumia kwa ajili ya ngozi, kama tunavyojua ngozi haitengenezwi kwa kupaka tu, inatengenezwa pia kuanzia ndani. Tuko na multivitamin hizi, zina vitamin C, vitamin B complex, vitamin E zote zinatumika kutengeneza ngozi. Mimi nimekuwa ni mtu nadili na, na watu wenye changamoto za ngozi na nimeona jinsi ambavyo hizi bidhaa zimeweza kuwapa matokeo. Nimeona kuna watu ambao ngozi zilikuwa zimeshaharibika kabisa, lakini leo hii wako wanafurahia ngozi zao. Kwa hiyo kundi la bidhaa za ngozi, nitakuelekeza hatua kwa hatua namna gani utaenda kutengeneza wateja kupitia hili kundi la bidhaa, kwa sababu ngozi ni kitu ambacho ni uhitaji wa watu wa kila siku. Unajua mtu anaweza akavumilia kila kitu. Mtu anaweza akavumilia unene, lakini mtu hawezi kuvumilia mwasho kwenye ngozi. Mtu anaweza akavumilia kitu chochote, lakini hawezi kuvumilia kuona mtoto wake jinsi ambavyo anateseka na changamoto za ngozi. Na haya maradhi pia ngozi ya ngozi yamekuwa ni mengi kulingana na sabuni ambazo sasa hivi namna ambavyo sa na zinatengenezwa. Unakuta mtu anaamka asubuhi tu anaanzisha ujasiriamali wa sabuni online za ngozi, si za kuglow na ndio hizo ambazo zinaharibu ngozi za watu wengi sasa hivi. Kwa hiyo Watu ambao wanatamani kuwa na ngozi nzuri ni wengi sana na wapo ambao tayari wameshaharibika wanatamani kurudisha ngozi zao. Nataka nikwambie kupitia hizi bidhaa za ngozi mimi nimeona watu amb jinsi ambao wanaweza kutengeneza bidhaa na nitakwenda kukuelekeza hatua kwa hatua jinsi ambao utaenda kutengeneza pesa kupitia hizi bidhaa za ngozi. Kundi lingine la bidhaa tunayofanyia biashara ni bidhaa ya kilimo, ni bidhaa ambayo imekuwa mkombozi mkubwa sana kwa wakulima. Kama tunavyojua sasa hivi kila mkulima ambaye analima anatamani kupata mazao ambayo yanaenda sokoni kwa urahisi. Kwa hiyo Supergrow ni mbolea ambayo katika mtu ambaye ameshakutumia Supergrow anaweza akakwambia either uwe mkoani au uko Dar es Salaam, ni bidhaa ambayo imekuwa yani, ni mkulima wote akishaanza kutumia anavuna zaidi ya mara tatu yale mazao ambayo alikuwa analima, kwa sababu inasaidia kuongeza rutuba kwenye mimea, inaongeza ukubwa wa mazao, unaongeza wingi wa mazao, lakini pia inamsaidia mkulima kupunguza zile gharama za pembejeo. Kwa hiyo kama huko hapa, imagine unatafuta kitu cha kufanya, fikiria ni wakulima wangapi ambao wamekuzunguka. Fikiria pale ulipo, kuna maduka mangapi ya pembejeo ambayo yamekuzunguka na una uwezo wa kwenda kufanya nao biashara. Lakini pia sio lazima uwe tu mkoani uweze kufanya hii biashara, popote ulipo uwe, uwe Dar es Salaam. Siku hizi hata Dar es Salaam watu wanalima popote ulipo, yani kilimo kama tunavyojua ni uti wa mgongo wa Tanzania, kwa hiyo una ina super glue inafanya vizuri sana na pia kuna ujazo wa lita tano lakini pia kuna ujazo wa lita moja lakini pia kuna wale ambao unaweza ukachukua lita moja lita tano labda kuna wakulima watano wanataka kugawana, pia unaweza ukachukua ukawagawanyia kulingana na uwezo wao. Ni inafanya vizuri imagine, hii mbolea lita tano inatumika kwa zaidi ya eka kumi mpaka kumi na tano kulingana na mazao inakuwa gharama sana, ni bei rahisi sana kulingana na yale matokeo ambayo mkulima atayapata. Tuinuke tuende tukashirikishe hii biashara na watu wengi. Wanaamini ili niweze kufanya biashara lazima labda niwe niwesoma sana niwe biashara. Yetu haiangalii hivyo vitu, inaangalia tu wewe una uhitaji kiasi gani, una utayari kiasi gani. Inawezekana popote ulipo ukaenda kufanya biashara kupitia bidhaa ambazo limekufundisha na ukaenda kufanya biashara kubwa sana. Okay, nimefika mwisho kabisa. Najua unajiuliza maswali mengi sana, najua kuna maswali ambayo unajiuliza: nitamuuzia nani bidhaa? nitafanikiwa kweli na mimi? Mimi sijawahi kufanya biashara yoyote kabisa, labda na, una wasiwasi labda, sijui watanipokeaje sokoni. Kitu ambacho nataka nikwambie, tuna utaratibu mzuri sana kukufundisha hatua kwa hatua. Tuna programu za watu ambao wa wameanza biashara kuanzia siku ya kwanza, kuna watu wa miezi mitatu, kuna watu wa miezi sita. Kwa hiyo tuna utaratibu wa kutoa mafunzo hatua kwa hatua. Usiogope kwamba mimi sijui nitauzaje nitafanyaje, tutakupa mwongozo. Kwa hiyo hata lisikutie shaka, tuko hatua hatua kwa hatua, na ndio maana hata wakati na kufundisha nilikwambia kwamba nitaenda kukufundisha jinsi ya kwenda kufanya biashara. Naamini umeelewa, lakini kama una swali, unatamani kujua kitu chochote, hakikisha unanitafuta ili niweze kukupa mwongozo zaidi. Karibu sana, tukafanye mwaka huu kama mwaka wa tofauti kwetu, tukapambane ndoto zetu, yale mambo ambao alikuwa ameshafika mwisho kabisa, twende tukayapambanie. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki sana.